Akizungumza na vyombo vya habari kamanda wa polisi mkoa wa Mbeya SACP Benjamin Kuzaga amesema jeshi la polisi mkoa wa Mbeya linamshikilia Tatizo Yohana Mzumbwe, huyu ni mkazi wa Masoko mkoani Mbeya kwa tuhuma za mauaji ya mama yake wa kambo ambaye anaitwa Merry Yohana mwenye umri wa miaka 61 aliyekuwa mkazi wa Masoko na alimuua kwa kumkata na panga kichwani. Mtumiwa alitenda tukio hilo tarehe sita mwezi wa kumi mwaka 2025 majira ya saa mbili za usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi, kata ya Masoko, tarafa ya Isangati, iliyoko katika mkoa huo wa Mbeya, na alimuua huyu Merry Yohana ambaye pia alikuwa ni mkazi wa Masoko na aliyekuwa na, ni aliyekuwa mwenye ualbino. Kwa baada ya tukio hili huyu mtumiwa alitoroka, lakini kufuatia tukio hilo jeshi la polisi mkoani Mbeya baada ya kuwa limeripotiwa lilianza msako mkali na kufanikiwa kumkamata mtumiwa majira ya usiku huko katika kijiji cha Mapinduzi kata ya Masoko e, kuhusiana na tukio hili akiwa amejificha huko pia. Kamanda kuzaga anaeleza uchunguzi wa awali walichobaini. Uchunguzi wa awali ebaini kuwa chanzo cha tukio hili ni mgogoro wa kifamilia kuhusu mashamba ambapo mtumiwa alikuwa akimshinikiza Merry Yohani ambaye kwa sasa ni marehemu, akimtaka kugawa mashamba ya urithi yaliyokuwa yameachwa na baba yake baada ya kufariki. Kwa jambo hili marehemu aliliona, akaona kwamba kwanza si utaratibu wa kugawa mashamba hayo na huyu mtuhumiwa alichokuwa anataka ni kuuza ili aweze kupata fedha kutumia tu katika masuala yake ambayo hawezi kusaidia familia. Jeshi la Polisi Mkoa wa Mbeya linatoa wito kwa baadhi ya vijana kuacha tamaa ya kujipatia fedha kwa njia zisizo halali, bali watafute fedha kwa uhalali na wasifanye dhaya ambayo ni kinyume kabisa na sheria. Nikiripoti kutoka mkoani Mbeya, Rebeka Kinyunyu, ITV.